Hizi vitu zinafanyika hapa, kwani hii ndio mwisho ya dunia? Tunasikianga uh, ile iliyoandikwa ile, kwa, kwa Biblia siku za mwisho ni ama, kuna nyingine inakuja mzee, ama kuna nyingine inakuja Sijui hiyo itakuwa aje, kama hii ndio wasi hivi. Sijui hiyo inafika itakuja inafika itakuwa aje, yani very powerful by the way. Ai. Haungekuwa hapo nasikia <laughs> anasema aje? Mimi nataka niingie kwa nyumba ya waganga. Brother <laughs> amekataa. Mm. Brother refuses. <laughs> Saba ingi. My friend in dunia. Tunalekea wapi by the way? Unajua? Leo <laughs> nimecheka bwana.

tujiulizane swali namba mbili. <laughs> omera God stamps the best <laughs> my friend, kama uko kwa shetani rudi kwa Mungu mapema, manake yale naona saa hii nafanyika. yeah, my friend <laughs> rudi <Ruju> kwa Mungu sasa. Mutu <laughs> <That's laughs> anokuja kuomba chakula alafu namukula hivyo Ametaka chakula baadaye, unamkula. Mimi kitu nashangaza wewe umeona venye uyu amekula uyo. <laughs> mimi ningekuwa hapo, mimi ai yangu Simeoni, ile jiwe uya mangepata kwa kiuno jiwe, ile yangepata kwa kiuno kiuno, kiuno hapa ma left, left, left vein hii, ile yangepata kwa chest left vein hapa ribs. Jiwe, my friend, niwehwa TV vizuri sana mimi nimecheka. Manake hii maneno ya Zanzibar imenichekesha sana, wow. Eh, sana sana, huyu mkubwa mimi sijui malimuko sai, lakini mfungeni huyo jamaa kama bado mnaendelea so. Naye na nyuma tumutembee na yeye Do kufuga yeye ita create tension ya hao watu, lakini inafaa afungwe mkono, maana yake anajigamba, anajiona kuna nguvu sana. Unaona, anafaa afungwe yani. Mimi nimekaa chini naangalia venye hizi vitu zinafanyika kwa hizi na Deus TV, naangalia nasema, sasa hizi ni mapokani omera, omera, omera, pasa amecheka. Sasa yule mama pia amechua amesimama hapo. Ni kweli vita za Zanzibar, vita ya Zanzibar ni ya kiroho mimi vitu zingine nikala usiku itakuwa namuka na tu nacheka tu nikiona ni kwa macho yangu, namuuka tu nacheka, yaani yaani, nafurahisha na, zina zinanifurahisha leo leo leo leo hii e, ndio yule mato amechukua kiatu anafanya Hello. Hello. Lakini wadewei kuingia YouTube channel kwa YouTube, unajua kuingia ukipata time kidogo unaingia kwa YouTube channel una kwa hizo ma YouTubes, kama umekasirika zaidi nenda kwa YouTube. Mimi ndio nilikasirishwa nikalala usiku kama nimekasirika. I do sleep only 2 hours. Nikakamuka asubuhi naona mato, naona naona mato nafinya kiatu <laughs> Leo nimetoka kazi jioni. Tena naona unakula. <laughs> Oh. Okay. Okay. Sawa, watu. Sawa sawa, hiyo ni haki yenu. Unataka okay, chakula mm. You need food. Umekuja kuleta food. Alikuwa na njaa <laughs> Ameulizwa. <laughs> Ulikuwa na njaa ya nini? <laughs> chakula ya kiroho <kilo>. Ama <laughs> chakula gani kwani, by the way, wacha niulize nyinyi, kwani watu wanakuaga na njaa gapi? Njaa ilikuwa, mi najua tu njaa ya kukula chakula. Kwani kuna njaa ingine? matatu nyeusi. Hey, hey. oh, hey.

Naziweka pole pole. So long as ukuna GBT sa kiasi gani. So I hope mali munafika munaenda kupata eh, awa wajama. But if God allow you people to get only one person Champe or Elvis Champe between those two people if you get

hiyo ni na eh, nini nasema, maana yake, huyu jamaa akipatikana, ati mnaomuombea hata acha uganga, ataona kama huku kwa Mungu atakuwa amesota. Maana yake huyu jamaa alafu hii kazi kazi ambayo alianza kitambo. So it be so much difficult for this guy to change. Ni mara ngapi mimi nilikuwa nasema are going to do church? what will happen Mungu.

Number one, Ankoa Champi. That's number one. Number two, Bravo. Number three, Champi. Leave alone Elvis because Elvis atarudi kwa Mungu better, whether they like it or not atarudi rudi kwa Mungu. Sasa mimi nasema nikimalizia, aenda to, nasema aende to

huyo bibi yao anapiga kelele, mwambie, ana bibi wa nani? Umeona bibi wee hapa wewe? Huyo ni mutu anapita barabarani huko nje, anaongea, amesimama barabarani huko. Umesikia? Huyo mutu amesimama barabarani huko. Hapa niiko, ni mchana hapa, ni mchana tu. Huyo bibi yangu anapiga kelele iyako anapiga kelele, mambia onge kwa sauti ya chini. U bibi yako wapi? Jamani, mbona mnanuwekelea? Unajua mali hapa, niko hapa, ni kama okay. Mchana hata si usiku, maana yake naona time yangu inaonyesha saa ngapi, hapa saa ni saa ngapi?

O odiechampe asipewe kazi tena na David amependa champe. Wacha nikwambie, Mr Nicolas, una jina kali kwa champe, unajua vamp nataka imagine, nataregesha champi pale kwa siku yake, mtaona atamregesha, mtaona because Sina Dave is going to win this war but mshowe champi, ataombewa. Akisha ombewa na Elvis watarudi kwa Sina Dave. Imagine, ebu just imagine, huyo Amanya anatuambia nini sasa? na huyo Amanya anatuambia nini sasa? na huyu Amanya anatuambia nini sasa? I see. Amanya amesema nini? Amanya anasema nini? Hebu niambia kitu Amanya amesema nimwambie hapa kama ni bana mwambie anadanganya. You know? Na huyu Amanya anatuambia nini? Sina, sina ako na roho safi sana. Roho safi inauanga watu kama Yesu, anaweza toa order huo huyo. So Sina Dave, usina Dave. Lazima Dev atawarudisha yeah, na mtaona. By the way, mtaona wanaenda kuokolea, manake said the movement house ya Dev is moving there at Zanzibar. These people they have no place to hide because hawezi ishi kwa maji, lazima kuje tu huku kwa nchi kavu huku wakae huku, hawezi ishi kwa maji. Na the moment they walking those people, wale watu wao pia wanatupe wanapeleka wakinasema dem mali wako hivyo hivyo, itafika First person watapata Charles Ibrahim, second isai dhe champion ama Elvis. Third huyu muganga akuwa champion. Mwisho takuwa bravo bravo aneda pana ndegarudi Kenya, because mambo imechemuka. Unajua kule kule kule Tanzania Zanzibar ndio kuna mali mingi huku ndio kuna mali. let me tell you amejua, unajua pale alikuwa anasemaje, babu, si uliniambia watafika wata mali yangu kwaima yangu, mbona amefika? Mbona, mbona silevi hapa? kwani kwani Kenya wana sacrifice watu wa serikali? Swali hapo hata swali, jiuliza hiyo swali pale. nikienda kwadaajae kule mambo imechemuka, by the way, nataka niende kule, sina sana and I really like sana